Ah, mimi niko vizuri. Mi niko vizuri, niko safi kabisa. Alafu unaposema GB 64 unatakiwa umalizie semaji la nani? La ma influencer wote Tanzania, mi ndo msemaji pekee. <laughs> Hey, si unaona nimepoa na ofisi ndio? <laughs> maana watu unaona maneno wa hey, ya waishi maneno mengi, lakini sisi hatujali kwa sababu hata mitume ilipigwa mawe. Sawa Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam alipigwa mawe ingawa alikuwa anazungumza mambo mema. Yani alikuwa anapewa instruction, yani anakitafsiri kitabu cha Mungu, kitabu chenye instruction, jinsi gani unaweza ukaishi hapa duniani. Sawa eh? kwenye dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isa bin Mariam, vile vile watu walifikia mpaka wakamgongelea mpaka na misumari, lakini alikuwa anazungumza mambo mema na anasui watu, anawataka watu wakae katika njia iliyonyoka ambayo Allah anahitaji watu waishi vipi katika dunia yake. Musa vilevile alipata vile, vipingamizi vikubwa mpaka malezi yake akaenda akalelewa ugaibuni, si umeelewa? Lakini yote unapo ukiona yani wewe katika maisha yako ukiona uzungumziwi, yeah. sawa au ukiona upate vipingamizi vya aina yoyote, maana yake wewe una dalili ya kufanikiwa, si umeelewa? Yeah. Kwa sababu hakuna hakuna binadamu yoyote anayechukua jiwe akapiga kwenye mwarobaini si umenelewa eh? Mawe yanapigwa kwenye muembe, kwenye mpera, yani sehemu ambazo matunda yanapatikana. Na ndio maana unaona huu eh, midadi mingi sasa hii sija kavunjika, nishikie mara moja, umenelewa. Kwa hiyo mara nyingi sawa <laughs> mara nyingi <laughs> mtu wenye matunda mazuri ndio huo unaopigwa nini, unaopigwa mawe. Na ndio maana leo unaona watu una wengi wanapiga nini, wanapiga kelele, wanapiga kelele kuhusu na bimeja. Kwa sababu nabii Meja, tumpe heshima yake, yeye ndio founder wa nini, wa hichi kikundi, si umeelewa eh? pamoja na mchungaji kwao, atapigwa sana mawe, kwa sababu tayari kuanzishwa kwa huu umoja unapelekea kwenda kuziba mianya eh, ya ulaji wa watu. Yani kuna watu walikuwa na umoja hewa, si umeelewa eh? umoja hewa, umeelewa eh, wana mainfluencer hewa wa timu ya taifa, lakini sasa hivi sasa umeanzishwa umoja rasmi halafu ambao ndio sahihi katika kuisapoti timu ya taifa. Kwa hiyo wale wanaona riski zetu sasa zinaenda kufanya nini? Zinaenda kupotea. Ndio maana zimekuwa kelele nyingi. Kuna baadhi ya watu wako nje ya nchi a wapo kwenye nchi hii, lakini wanatumika ili katika kuupiga nini, kuupiga vita huu moja eh. bwana GB 64, kuna kitu ambacho kimewazua watu wengi mjadala na kimezua jambo kubwa sana ni hapo jana usiku, Yanga Africans kusema wanakwenda kushusha chuma kizito na, lakini pia nikinukuu kauri ambayo aliifanya engineer Harris Saidi alisema ya kwamba wanakwenda kushusha kushushasua mchezaji mkubwa kutokea katika taifa la Uganda atatua katika ardhi ya Tanzania. Unajua, ngoja nikwambie kitu mm. Sawa, ngoja nikuambie kitu katika timu, katika timu iliyofanikiwa katika kushusha vyuma vya Uganda, umeelewa eh? ni Simba Sports Club, si umeelewa eh? Simba Sports Club ndio ilofanikiwa kushusha wachezaji ambao waliopata mafanikio ndani ya Simba. Simba imemshusha nani? Imemshusha Emmanuel Okwi. Uganda. Tulifanikiwa, si ndio? Mpaka leo hii watu bado tunaamna Okwi mpaka leo aendelee kubaki ingawa umri umefanya nini? Umekwenda. Simba ilimshusha Tadeo Luanga. Hatukufanikiwa, tumefanikiwa. Simba imemshusha nani? Chuku Mushiri. Beki pekee ambaye alofanikiwa kumkaba Mo Salah wa Moto wa Liverpool mfungaji mara nne mfululizo wa muda wote wa liga nini? Ligi ya IPL. Tulifanikiwa, tukufanikiwa. Sasa tuje kwa upande wa pili huku, wenzetu walimshusha Juma Balinya, alitoka kule mfungaji bora, si umeelewa? Uh -huh. Yaani huyo anayotaka kumleta hata status ya Juma Balinya hajafika, okay, kuja no. Alifanikiwa kufanikiwa alifanikiwa Juma Balinya kwenye hii hali? Si nusu msimu tu akafanya nini? Lakini akaondoka alidi Aucho aliletwa na Simba, si umeelewa? Simba ndio maskauti Yaani ukiona mchezaji anafanikiwa ndani ya Yanga, maana yake scout ni Simba, lakini wakifanya scout wenyewe hakuna kitu kinachofaa. Nini kinachoendelea? ngoja goja, nikuambie kitu uh -huh. unaweza ukanitajia mchezaji wa mwaka huu aliosajiliwa na Young Africans ambao usajili wake umefanikiwa, amepiki na ana uhakika wa namba ndani ya Yanga? Unaweza ukanitajia ukantajia, ni mchezaji gani? Mwamedi Hoseni sio mchezaji wa nje yule. Si unazungumzia wachezaji wanaotoka Uganda, Ghana, wapi wapi? Yule Mwamedi Hoseni bado atakuwa Simba, anahusika. Sikatoka Simba, nakwambia mchezaji kama Simba hajatia mguu Yanga hawezi kufanikiwa. si umeelewa? Mwamedi Hoseni ni mali ya Simba. Zungumzo wa wachezaji walio tafuta wao, azizikii ni mali ya Simba. Scouting ni Simba, Simba ndio amemleta hapa Tanzania wakati tuko nao kundi moja kwenye kombe la shirikisho akiwa anachezea anaitumikia Asek Memosa, yeah, si umeelewa mm. Ukienda wale wachezaji watano waliotoka wapi, AC Vita mm. Waliletwa na nani? Hapo scout ni Simba, Simba ndo lileta hapa AC Vita wala kina ni Kibangala, umeelewa? Yani Kibangala, Juma Shabani, ukija yes, mayele, ukija jua isromarisa mm. Twende mpaka yule nani, huyu mtoto huyu huyu huyu nani, nani? Moroko Jesui Moroko, umeelewa? Wote hmm. wameletwa na Simba, si umeelewa. Unapozungumzia kina Pacome wale, yule ya ukwasi wote, scout ni Simba, si umeelewa. hmm. Max Zingeli hmm. aliletwa Simba aje kuitumikia Simba, aliletwa Simba. aliletwa Simba. Hmm. baada ya viongozi kumwona Max Zingeli nguo alizovaa, akavaa suruali nyeusi na kishati cheupe na niktai, wakasema huyu mwimba kwaya eh? tukaachana naye lakini alikuwa anakuja wapi? anakuja Simba. Sasa angalia sajili walizostafuta wao, umenielewa yeah. Dombi amekliki, Endu Boeli amekliki so, Barakonte okay. mchezaji ambaye walicheza chesi injinia na nani, unaelewa maana yeah. ya neno chesi. Chesi maana yake pale, Rais alikuwa na maanisha hapa, anacheza nacheza chesi, yani yule mchezaji anacheza chesi na injinia, maana yake natoa mtu naweka mtu, ndo maana ya chesi yaani maana yake anatoka alidia uchu anaingia Barakonte, Barakonte mpaka leo ana anauhakika wa namba, anacheza dakika tano, ambaye na yeye mlihusika nyinyi. Sisi hatujahusika na Barakonte, na tuliongea wazi kwamba wametua cha, wametua chaka tofautisha Musa Barakonte na al Al-Hassan Kante wewe ukiona mm, mchezaji mpaka anafanyiwa njama afungiwe mechi tano ili asije kujumuika kwenye dabi, shughuli hapo ipo <laughs> so, mchezaji wa kawaida yule sisi tulikuwa tunamtaka Kante, sasa wao wakatoa wakajua Konte, ndo wakakimbilia wapi? Wakakimbilia CS sfaxien Tunisia. Lakini mwisho wa siku niliwaambia, huyu mchezaji hawezi kufikia hata nusu ya kiwango anachocheza alidi aucho. Alidi aucho ni roboti, si niliwaambia, huyu mmetiwa chaka, hakuna mchezaji. Nikatoa mpaka statistics zake, sawa? Mechi sitini na tano, no asisti, no gol. Wakantukana sana watu wa yangu Mwisho wa siku sasa hivi kuna mtu wa Yanga ambaye yupo kinyume na mimi kuhusu Bala Conte. Anaondolewa sasa hivi anapelekwa kwa mkopo, sio wapi. Umeelewa? Ukija Nduboeli niliwaambia jamani, huyu mchezaji amecheza mechi 25 goli sita, na katika hizo goli sita goli nne ni goli tatu ni za penalti, moja ya faulo, goli mbili ndio kafunga on play. Wakanibishia Nduboeli na Dube. Yaani, watu wako tayari wamtie moyo Dube pamoja na Fungi, lakini Nduboeli yuko kwenye benchi. Yaani mapitio aliyopitia Dube kama Ndi Boli angekuwa mchezaji angekuwa amechukua nafasi, lakini ameshindwa, kalazimishwa. si Dube lo, Dube mpaka leo karudi katika nini, katika hali yake sijui. umeelewa? hmm. kwa hiyo hakuna sajili iliyofanya kazi ndani ya nini, ndani ya Yanga. kwa nini? kwa sababu maskauti ni wao wenyewe, Simba kuhusika kwenye uskauti wao. umeelewa? kwa hiyo hata huyu atakayekuja hapa, alikuja Juma Balinya kamaliza ligi ya Uganda na goli 19, mfungaji bora na MVP, lakini alishindwa kucheza Yanga. Kwahiyo hata huyo wanaomtajataja, ingawa si kweli, kwa sababu jana amekana. hmm. Umenaelewa eh? yeah. jana amekana, si umenaelewa? Kama hata watafanikiwa kumleta, usajili ni kitu kingine, alafu performance ni kitu kingine. Ligi ya Tanzania na ya Uganda ni vitu vili tofauti. Ligi ya Uganda hata kwenye ishirini bora haipo. Ligi ya Tanzania sasa hivi ni ligi namba 4 barani Afrika. mm. wachezaji wanaoiweza ligi ya Tanzania ni wachezaji kutoka nini West Africa. Ndio wakija hapa wanafanya nini wana perform. lakini na nyie pia mlikuwa mnahusishwa pia kuhitaji saini yake. sasa wewe hivyo ili mchezaji aonekane bora aonekane mzuri utamhusisha na timu gani hapa Tanzania? lazima <laughs> mhusishe na Simba, si umeelewa eh? mm. Legadile si Simba wamemhitaji au hawa kumhitaji? hata o Barakonde si alihusishwa na Simba? yeah. tukaambiwa kwamba Simba walimuhitaji si ule watu wamepiga hela zao wamekaa pembeni ili thamani yake ionekane iko vizuri. Lazima uhusishwe na Simba, si umeelewa? na ndio maana sasa hivi hata yeye Okelo mwenyewe anacheza mashindano kule e, anaweweseka kwa sababu amehusishwa na klabu kubwa barani Afrika. Simba ni timu namba tano barani Afrika, si umeelewa? Kwa hiyo lazima uhusishwe na Simba ndipo utakapoonekana we mkubwa. Hivyo ni vitu vya kawaida e bwana. Simba inawapaswa sasa kuingia sokoni na kwenda kutafuta golikipa kwenye eneo zima kwa sababu wanakabiliwa na majeraha ya magolikipa wao. Ukimwangalia Yakub Suleiman pale majeraha, pamoja na Musa Pinpin Kamara. Huenda golikipa namba tatu, Aa, Abel apewe nafasi, lakini hatujajua Simba. So, wana, wanaingia sokoni kwa ajili ya kwenda. Ngoja, ngoja nikupe historia moja. Sawa, Simba ni miongoni mwa timu ambazo zinakuza CV za nini, CV za mchezaji. Sawa, Simba alishamtengeneza Pita Manyika anatoka kuwa kipa namba 4, sio namba mbili, namba nne. Anacheza dabi, si umeelewa? Pita Manyika mbapo. yeah, yeah. hey, hey. Hapo ndo akachukua na Utanzania wani. Simba imemtengeneza Batezi akawa Tanzania wani. Simba imemtengeneza Dida akawa Tanzania wani. Simba imemtengeneza ime Muhamed Mwameja, si alikuwa kosti, lakini kaja kuwa Tanzania wani. alipofika wapi? alipofika Simba. Simba imemtengeneza Patrick Mwangata, si umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi naona kabisa ni zamu ya nani? ya Abeli. Abeli ni bora kuliko golikipa yoyote eh? Umenelewa? Yaani Abeli wakati anadaka yuko prison. Abeli anakuja KMC. Huwezi ukamlinganisha na golikipa yote hapa ndani. Isipokuwa Simba sisi wenyewe ndio tulifanya nini? Tulimpoteza Abeli kwa sababu alikosa nini? Uaminifu. Hivi wewe uliweza kuamini kwamba yule Ali Salim atakuja kudaka mechi kubwa ya African Football League Simba na National League? Wewe ulitegemea hivi? Lakini si alidaka. Tena viongozi wote wa mpira duniani wako juu kocha mkubwa duniani Aseno Wenga yuko juu. Alisalimu amekaa kwenye milingoti mitatu Ae. na mechi zote mbili home and away tukatolewa kwa kanuni hapa, sare ya mbili mbili, kule sare ya nini? ya moja moja. Kipa ni ali nani? Ali Salim. Ali Salim Simba amemtengeneza akawa goli kipa pekee ambaye mpaka sasa hivi Aziziki mpaka anaondoka kwenye ali za Tanzania, Ajoe kumfunga goli ali Salim. Mtafutia goli kipa mwingine ambaye hajafungwa na Aziziki, hamna hizo data, ndio maana ikaitwa g b 64. Genial. <laughs> Nani akakupa hiyo statistics kwamba Tanzania hii tangu Aziziki ashuke makipa wote wamepata balaa la Aziziki? Kasolo halisali mpeke yake hajafungwa na Aziziki. Na ndo golikipa pekee ambaye alikuwa anazimeza faulo za Aziziki pasipo kuzitema mm. Na ndo golikipa pekee hajawahi kufungwa goli hata moja na Yanga Ukitoa yale magoli ya penati tulopigana Tanga ile ya tano tano eh. Ali Salim mdogo likipa pekee ambaye hajafungwa na Yanga mpaka mpaka anaondoka Simba, muda Simba? Nani? Sisemi kama anarejea hmm. Wewe umezungumza swala la kutengeneza golikipa mwingine eh? Ndio nikakwambia, Simba ni timu ambayo inatengeneza CV si za magolikipa Matanzania we, we, Tanzania wani wengi wanatokea Simba huku upande wa pili ukinitajia, utamtaja Steven Nemes, utamtaja Juma Pondamali. si umeelewa? Mm. Lakini huku Simba kuna kina Idi Pazi, utawataja Kinasimani, mambo sasa. Wote Matanzania wani magoli mm. Kipa ambao walocheza katika viwango vya juu wanapatikana Simba Sports Club, si umeelewa? Ndio mm. Tuna sifa hiyo. Kamara wakati anacheza Uloya Athletic Club hajawahi kuitwa timu ya taifa, unalifahamu? Lakini sasa hivi amekuwa gine wani baada ya kuja wapi? Simba. Aish Manula alikuwepo Azam hmm. okay. Umeelewa? Uh -huh. Lakini rekodi zake zote kimataifa amekuja kuziwekea Simba, mm -hmm. Yaani hivi ninavyozungumza Aish Manula ndo golikipa pekee tangu kafu ianzishwe Afrika aliodaka penalti mbili ndani ya dakika tisini. Hizi data unazo, mi nakupa vitu nakupa na vitu, hata wajukuu zako baadaye utaenda kuwasimulia. Uh, ukizungumzia timu ya taifa ya mchezaji ambaye ameitwa kwenye kikosi hicho baada ya kuja Simba. Hiyo eh? Ndio eh. Umenielewa? ndio maana nikokuambia sisi ni watu wa kutengeneza nini? CV. Sawa. Mm. Enoki Ninonga mm, alivyokuwa anacheza DC Motema Pembe aliitwa timu ya taifa, lakini alivyokuja Simba aliitwa, kaimbwa kaitwa akawa anawaweka watu ambao wanacheza ligi ya Ufaransa nje mm, lakini beki aliotoka Simba anamaliza pale mpaka wanafika nusu finali, wanaenda kucheza mshindi wa tatu na Kongo. Sio? mm. umeelewa? Kwa hiyo Simba sisi kazi yetu leo, unapozungumzia Kibu Denis ametoka Mbeya City, lakini amekuja Simba tayari sasa hivi Kibu Denis ana thamani kubwa usajili wake ukiutaka, apungui chini ya milioni 500, mpaka 300 mpaka 400, si umeelewa? Unapomzungumzia Gibson Mwinuke ametoka wapi? Ametoka Gwambina ambayo no iloshuka daraja, hmm. amekuja Simba Gibson Mwinuke. Sasa hivi unamgusa Israeli Mwenda anatoka Alliance, inashuka daraja, anakuja Simba, si wamemtamani? Upande wa pili sijui umeelewa? Ndio maana nikakwambia, Simba sisi hatuna shaka juu ya kutengeneza vipaji vya nini vipaji vipya. Kwa hiyo yule Abeli atakuwa golikipa mzuri, anatafutiwa backup tu, nani akae nyuma yake, lakini golikipa namba moja sasa hivi ni Abel ndani ya Simba akiwasubiria kaka zake wapone nini wapone majeruhi, na uzuri wake Kamara tayari ameshaanza mazoezi, umeelewa eh? anatafuta tu ile fitness yake ili aweze kurudi katika nini, milingoti mitatu. Lakini Simba, swala la golikipa, hatuna wasiwasi, tuna golikipa mzuri tu. Abeli ni golikipa safi kabisa. Shukrani sana Jibislamu, eh.